Ivi naota ama walisia? Mbona kama nilikuwa na Melisa hapa tunapiga na mabusu, alafu gafra ah, najikuta nikwa peke yangu. Meisa ah, Meisa, Meisa, Melisa, who is Melisa? sinakuliza juniwiseisa Hapana ah, baba, amna kitu chochote ah, nahisi ni stress na mawazo tu ambao vinanisumbua tu ah, ndio maana kuna muda tuna kuna vitu vinanichanganya kichwani. Aha, lakini kama nimesikia hivi unasema melisa melisa, huyu melisa nani au ni, ni kitu gani ambacho kinahusiana na melisa? Maki kidogo umenichanganya ah, ah, ah, ah. Ah, tuache nao baba, karibu waini, unaweza ukachukua waini hapo, kanywa kidogo Uh, sawa, mimi nitakunywa, lakini sasa, mwanangu, hautakiwi kuwa unakaa na mawazo kiasi hicho. Unajua wewe ni mwana mfalme, ndio mwanangu pekee eh, ambaye ninakutegemea baadaye uje uongoze hii kasri. sasa unapokuwa kwenye mawazo kama hayo na nini, vitu vidogo vidogo vinakuwa vinakuchanganya. Kama kuna tatizo lolote ambalo linakutatiza wewe, niambie mimi, nitakusaidia sawa? Karibuni sana, karibuni sana, yaani nilijua mtarudi, nilijua kwamba mtarudi. Mizimu imeniambia kwamba lazima mgerudi hapa. Nashukuru uh, sana, mganga. uh, kwanza awali ya yote nipende kukushukuru kwa msaada wako ambao ulitusaidia kipindi kile ambacho tulikuwa tunahangaika sana kupata mtoto, lakini wewe umetusaidia tukapata mtoto, japo uh, kwenye yale masharti tuliyotupa, uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Vipi, mbona una kigugumizi cha ghafla? Wewe sema tu kwamba ulikosea baadhi ya masharti, kwa sababu nakumbuka nilikupa masharti kwamba yale mayai ya, ya kienyeji haukutakiwa kuyadondosha, lakini ulipokwenda kwenye msitu, nilikutazama nikaona umeyadondosha, na ndipo ilipotokea mimba ambayo ilikuwa na kizaizai. Ah, yaani yote unasemao ni kweli. Umefahamu vipi yote haya mganga? <laughs> naitwa mwana mboka. mimi Nimekuwa mchawi na mganga kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo na uwezo mkubwa sana kuona matukio ambayo yametokea kupitia jicho langu la tatu. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye naweza nikafuasi ni naona mambo ambayo yanatokea au ambayo yameshawahi kutokea. Uh, naona mmekuja na tatizo ambalo linawasumbua. Labda niwasaidie ni tatizo gani linawasumbua kwa sasa? Uh, kwa kweli mganga, kilichonileta leo uh, sio issue kubwa sana lakini kuna tukio moja ambalo nililiona limeshangaza kidogo. Labda niliona nje kwako, unaweza ukanipatia kidogo uh, ufafanuzi wa hilo tukio. Uh, tukio lenyewe linahusiana na wakati mwanangu kidogo alitoka nyumbani. Mwanangu huyu Melisa alitoka nyumbani akawa kucheza, sasa kwenda kucheza kule akawa uh, uh, nilimkuta amesimama na kijana mmoja mfano wa mfalme au uh, ni mwana wa mfalme, amevaa uh, kitu kama uh, kavaa kama taji fulani hivi kichwani. Sasa swali langu ni kwamba, je, umewahi kuwa na, na ufalme wowote au utawala yote ya kifalme katika miaka ya nyuma, kwa sababu wewe umekuwa mganga um, kwa muda mrefu kwenye maeneo haya ya mkini, naweza kuwa najua kitu <coughs> chikenge mufilopane <laughs> Naam, swali zuri sana yani umeniuliza swali zuri sana uh, ipo hivi eh, ni kweli unachokiongea ni kweli, yaani uh, katika miaka hii ya nyuma kulikuwa kuna utawala wa mfalme Okala na pia kuna utawala wa uh, Mwamyange. Kuna falme mbili ambazo zinatawala haya maeneo na ni ufalme ambao ulidumu kwa miaka zaidi ya ishirini iliyopita, lakini hadi hivi navyokwambia, falme hizi mbili bado zinakinzana na bado ni maadui wakubwa sana na huenda unaweza kawa mjaona kwa sababu mnaishi kijijini, lakini haya mambo yapo sana na hao wa, wafalme wapo na hizi familia za kifalme bado zina exist bado zipo. Ah, kumbe ah. na katika falme hizi mbili hiyo ah, umetaja kuna falme ya Ukala sijui na huyo mwingine sima mnyange katika hizi, hizi tawala zote mbili, je, kwa miaka we miaka yako na uzoefu wako ambao umeweza kukaa kwenye maeneo haya ya kiganga Je, ni falme ipi ambayo ilikuwa ni babe, ni falme ambayo ilikuwa ina nyima raia wake uhuru wa kujitawala wenyewe? Uh, kwa hizi falme zote mbili uh, kwa kipindi cha nyuma, hii falme ya Okala ilikuwa ni falme nzuri sana. Nakumbuka kipindi hicho mfalme um, wake alikuwa ni Alfred Okala, yule mzee alikuwa ni mfalme mzuri. Wananchi tuko, tunapata kile tunachotaka, ukitaka maji yapo, ukitaka kulima mnaruhusiwa lakini hapa katikati baada ya mfalme kuongeza mke wa pili ambaye ni Maria kidogo ikaita, ikaita changamoto yani, wananchi tulikuwa tunapata, tunapitia kipindi kigumu sana. Ikafika kipindi mpaka maji hayapatikani kwa urahisi, yani kwa kweli tulipita kipindi kigumu. Na hata Alfred mwenyewe alikuja kutenda makosa ambayo sikuweza kupata picha yake vizuri, ikapelekea anguko lake, na hiyo ikapelekea ufalme wa Okara ukaingia vita kuu sana, wakagombana na ufalme wa Mnyange walikuwa nagombania maeneo mwamnyanke, baadaye akamdunda na kuweza kuchukua baadhi ya maeneo na milki ya Okara. Ah, kumbe nyuma hii milima mabadu kuna historia kubwa tu ya wafalme wawili ambao wameshawahi kutawala hili eneo na yasemekana kwamba hawa ah, wafalme bado wapo. Mm, kwa kweli inastajabisha sana. Mimi sikuwa nafahamu chochote kuhusiana na hiki kitu hmm. Ah, nashukuru sana kwa kuweza kunipatia taarifa kama hii. Ndio hicho tu kikuwa kimeleta nje kufahamu lakini kabla haujaondoka kuna jambo moja nataka nikwambie. Mlinde sana mwanao Melisa, manake vita ndio imeanza, vita kuu inakuja. Mlindeni sana na mumtunze sana Melisa yangu. Ni hayo ah. Basi ah, sawa basi mganga, wacha mimi niende.